Endeleni oh, kupambana kusimama kwenye game hii, kuendelea kuwa relevant, lakini pia kuendelea kumonitor performance, kulipa kodi kama nilivyowaambia, lakini kusimamia zile core values zenu, lakini vilevile kuendelea kuwekeza zaidi, kuhakikisha tunakuwa na data zilizobora, lakini pia kuhakikisha kwenye upatikanaji wa huduma na kuendelea kupunguza gharama kama inavyowezekana, na haswa kwenye hizo parts za collocation kama mlivyosema wenye, baadaye laki unusu kampuni nyingi zikijikolokati unakuta idani elfu ishirini elfu thelathini inaendelea kupunguza kwa mlaji au mtumiaji, kampuni ya simu na ene itashusha zaidi gharama za matumizi ya mitandao na mawasiliano kwa ujumla wake. Kuendeleeni kupambana hasa kwenye ulipaji wa kodi, uzingatiaji wa sheria, kanuni na taratibu, lakini pia kuangalia pia hao watumishi, mafunzo zaidi kuendelea kuwaendeleza, waendelee kuwa wa kisasa, kujua kinachoendelea duniani nini kipo. Tutaki kusikia Minara Tanzania, nyinyi mko nyuma, au labda minara wengine wako mbali zaidi. Walau ukitoka hapa, pia tusikie katika sitini na mbili kwenye group fika, wakati tunaambiwa bwana huyu yuko minara group na kwingine na kwingine. Kwa hiyo tujitahidi kuwaendeleza watu wetu, ili we make Tanzanians proud lakini tuendelee ku customize uh, minara yetu zaidi ili ku accommodate uh, sharing kubwa zaidi, na hatimaye itakuwa ni useful and positive deployment ya capital hiyo ndogo iliyopo ili kuweza kuleta tija zaidi. Tuwapongeze, lakini pale kwenye CSR waendelee kulifanyia kazi nzuri zaidi, ni very critical Kao, kwa sababu unaweza kwa, ukaona kwamba ah mimi alinihusu moja kwa moja hata ili ndio MNO. Lakini yes. Lakini mwisho wa siku na ukilifanya vizuri mm-hmm, itakuwa kuna ecosystem nzuri zaidi na chain na yule MNO atatoa huduma nzuri zaidi. Mm-hmm. Tanzania atafurahia huduma. Lakini utakuwa umewezesha kwa mambo ya e-commerce, mm-hmm. utakuwa umewezesha trade kwa ujumla wake, utakuwa umewezesha upatikanaji wa huduma za kijamii, utakuwa umewezesha upatikanaji wa elimu na mambo mengine kadhaa wa kadhaa. Lakini wale nao wanajiona ni part ya mafanikio haya. Na unaweza kuona ile kitu kidogo, lakini kule kina athari kubwa sana. Kwa jifungamanisheni nao. Mavandalizimu, tunayoyasema wizi na mwingine. Naweza kama pia ni kwa sababu tu haoni kama kuna anything given back to the community. Kwa hiyo anajua naye sio sehemu, lakini pale ukifanya kitu kidogo tu, hawana kisima, ukapeleka kisima cha maji. Eh? Ni issue. Lakini preventive maintenances muendelee lakini kuhakikisha infrastructure yetu inaendelea kuwa secure, lakini pia kwenye uh, investment kwenye green technology infrastructure pamoja na further initiatives, na kwenyewe muendelee kujipanga zaidi. I see a very future which is very bright and beautiful, kwa kutumia maneno, nadhani kwa nani, nikenda ukende, ukende, ukende basi, mm. <laughs> tuwashukuru na Mwenyezi Mungu awabariki, asanteni.